Sa, mama tuambie, unanyonyesha si mtoto wako kama akwae? Mi siku nanyonyeshaka mtoto mara tano na na dakika mpaka saa yote yote ene kuliziba. Sasa bana tuambie, hivi tunapasa nyonyesha mtoto saa yote, mtoto esikuwa nasene hata nyonya na kinyonya, tuhakikishe mtoto anashiba mpaka mtoto epeke ashibe, njo tunamtoa kuliziba na kumfuatisha mm -hmm. na mm -hmm. mtoto vaksin zake mzuri, kila randevu ya vaksin uiheshimie. Juu zile ya vaksin tunakuwa na zizarau, na njo nakakutanisha kesho kamgonjwa kanafuya kanamurarua mtoto alizaliwa mzima, me kesho na, na, kwa, ya na kwa kilema juu yanina kwa kilema kutokuheshimia ile mavaksin. Ndio maana tunawaomba wazazi wazazi muheshimie mavaksin kizuri, ningi nishaonaka juu vaksin na mproteje kwanza

Sa unajua faida ya hiyo vaccine ya malaria? Unataka kuniambia eh, ya hiyo vaccine ya malaria. Sijajua mzuri. Ndio duru ya kwanza. Sa ujui ile vaccine ya malaria inafaidisa nini? Na wewe sema unajua malaria. Asigonje homa. Homa, homa gani? Malaria hiyo hiyo. Hiyo malaria. Ah, sawa sawa. Sa vaccine miezi sita ni vaccine ya malaria kama alisema. Hey, wanachomaga inakuwa ni dozi nne ya malaria wanaichoma leo alioapre, baada ya mwezi mwingine mmoja kupatia malaria, na hiyo vaksi ya malaria inatusaidiza kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya kujikinga na malaria, kwa kuwa hii siku malaria ni nyingi sana, inatakiwa sasa ili watoto waanze kupewa hizi vaksi ili tufike siku za mbeleni, labda malaria imepunguka. Kwa kwa hiyo vizuri mtoto kwa naumuomo kila siku malaria kila siku malaria kwa mganga, na ndio maana miezi misita hivyo walifika na leta vaccine ya malaria kwa ajili watu wao napatiwa hiyo dawa ya malaria, hiyo vaccine ya malaria kwa ajili ya kujikinga. Ndio insani wamshapewa vaccine, kwa mfano ile ya ya kwanza ile mabese, je utamshaka pewa ya wiki sita, yani ya mwezi mmoja na nusu wote mshapewa make, mnajua? Kwa mfano ile ya BCG mnajua inasaidiza nini? Ndio sana, ile inajikinga na magonjwa gani? Ya inajikinga na magonjwa ya kupooza. Sijui

Sawa sawa, hakuna mtu anajua ugonjwa kifua kikuu. Kifua kikuu ndio mkiswahili, sasa ndio anasema ni ugonjwa gani?

<contribute> mm. Ya miezi misita hiyo ya malaria ya kwanza akisha, na wale wa miezi mitisa o na mwenyewe watapewa hiyo chanzo chanjo ya miezi mitisa. Ndio nidhani tu wamekuja ya miezi misita na miezi mitisa okay. Sawa sawa, mwezi moja na nusu ni vandredi, kwa kuwa hapa chanjo tunazifanyaga ni lendi, mardi, mercredi na vandredi. Yani, tunafanyaga BCG mardi kama leo ndio tunafanya miezi misita miezi mitisa na ya mwaka mmoja na nusu. Leo mardi atisha vendredi ndio tunafanya ile ya miezi ya wiki sita, yani mwezi moja na nusu Eh. Sasa mi leo nilimleta huyu anefu mwa. lakini asheneza mwaka mmoja na miezi mbili make leo atamtogolilea narudi m satenanarudie vendredi

Kwa mfano tulifanyaga lendi BCG sababu gani? Sababu ile BCG inakuaga ni doze kachupa kamoja ni doze ya watu 20, 20 person, 20 doze kwa kwa witer. Witer, ishirinie ratrape leo mpaka ile vandredi le siku yake ndo tunaweza kumipatia nayo. Hakuna mwingine mweeko na swali?